Maumivu, wasiwasi na mashaka, ndio uhalisia wa kile walichokuwa wakipitia wakazi wa baadhi ya mikoa nchini ikiwamo Dar es Salaam, katika siku tano za matukio ya vurugu yaliyosababisha mabadiliko ya mtindo wa maisha. Matukio hayo yalitokea kuanzia ya Jumatano ya Oktoba 29 mwaka 2025 yalihusisha maandamano na kuchoma moto baadhi ya miundombinu vikiwamo vituo vya polisi, ofisi za Serikali za mitaa, vituo vya mabasi yaendayo haraka, vituo vya mafuta, maduka na magari. Hatua hiyo ilisababisha Mkuu wa Jeshi la Polisi nchini Tanzania, Camilius Wambura, kutangaza amri kwa wakazi wa Dar es Salaam kuto totoka nje kuanzia saa 12 jioni huku shughuli za kijamii pia zikizuiwa kama hatua ya tahadhari dhidi ya kilichokuwa kinaendelea. Linawatangazia wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam kuwa kuanzia leo tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 saa 12 jioni wawe majumbani mwao. Hakuna mtu yoyote yule anayeruhusiwa kuonekana barabarani au kwenye mitaa yoyote ile kuanzia muda huo wa saa 12 niliyoutaja. Askari wa Jeshi la Polisi pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ndio pekee watakuwa barabarani na katika mitaa ya jiji hilo kwa kazi